Nashukuru sana mtazamaji wa UTV kwa kuchagua kuangalia Kidani, na mimi ni Sauda Husseini. Leo tunakuja darasani. Sasa najua tumekuwa tukizungumza na wanawake wa aina mbalimbali, lakini leo tumekuja kumtembelea mwanamke wa kwanza ambaye ni Mtanzania mwenzetu akipeperusha bendera hiyo kimataifa, kwa maana ya kwa sasa ana leseni ya kimataifa na, na yeye ni engineer uh, wa ndege. Tukwenda kusikia mengi sana kutoka kwake namna alivyoanza ndoto zake zilikuwaje, changamoto anazozipitia mafanikio alionayo, lakini pia elimu ambayo anaitoa kwa watu wengine ambao hatujui kuhusiana na masuala ya anga na usafiri. Unaposafiri mara nyingi, tutakwenda tunamjua sana sana ni rubani ama wale wahudumu wa ndege, lakini kumbe kuna mengi sana ambayo yanafanyika katika sekta hiyo. Na leo sasa tutakwenda kumsikiliza ambaye ni uh, Edith Akisamu. Yeye ana leseni ya kimataifa na kabla sijaanza kuongea naye tusikilize kwa ufupi wasifu. Ndio niko naye hivi sasa. Uh, kwa fursa niliyopata adhim, na kwa moyo nilionao, labda nikwambie tu Edith, zamani nilitamani sana kuwa uh, wale wahudumu wa kwenye ndege, lakini ndoto zangu hazikutimia. Hongera wewe kwa kupeperusha bendera yetu ya ya Watanzania kimataifa. Uh, na tunajivunia wewe. Habari yako? Nzuri za kwako? Nzuri sawa. Hongera sana. Asante. um, Hatujui chochote kuhusiana na maswala ya maswala ya ndege, mambo ya leseni na nini. Si tunajua tu driving license, ukitaka kuendesha gari utaenda wapi pale, utapewa leseni yako wewe. Tusimulie kuhusiana na hiyo uh, sekta nzima ya mambo ya aviation na leseni za kimataifa zinakuwaje, na wewe binafsi. Kwanza kabisa mimi ni injinia wa ndege na sio engineer ya ndege tu wa hapa Tanzania, ni wa kimataifa ambaye leseni yangu mimi ni ya kimataifa. Na ni miaka kumi iliyopita ndio niliopata hiyo leseni. Lakini kiufupi naweza kuzungumzia mambo ya uh, masuala yote ya ndege. Ndege kama ndege ina sekta nyingi, ina vitu vingi vinavyofanyika kule ndani, lakini sisi kama maengineer wa ndege, sisi kazi yetu kuu kutengeneza ile ndege itavyokuwa imeshuka chini ama iko angani, unaweza kuitengeneza ili epukane na ajali na kitu chochote. Ndege lazima itengenezwe. Okay, ndio kwa kutengeneza wanamaanisha kuanzia mwanzo ama kufanya maintenance plan? Ah, sisi tunafanya maintenance, kama imeharibika, kama kuna kitu kinatakiwa kibadilishwe, kama kuna kitu kinatakiwa kiingizwe, sisi ndio kazi yetu, lakini wale wanaounda ndege ni tofauti na sisi. E, kuunda ndege kinaundwa kule um, manufatura, lakini wale ambao wako ndani, sisi ambao ni mainjinia kazi yetu tu, lazima tuijue ndege vizuri. Mm -hmm. Lazima tuitengeneze, tujaze mafuta, tujaze upepo, ni kama vile unavyotengeneza gari. uh -huh. E, okay. Ndio. Ni rahisi kiasi gani hiyo kazi? Ukisimulia mtu anaona kama kawaida, kwenye ndege ina, ina sheria zake na sheria ni ngumu kidogo, ndio maana zinafanya mtu yoyote anaenda kuigusa ile ndege iwepo sheria kali, kusiwepo na ajali. Hawezi kusikia kuna ajali ya ndege kivyo yani, mpaka itokee ina maana kuna kitu kimetokea kwa muda mrefu na waliofata yani, ni kwamba ni cheni ya watu ambao wamefanya paka hiyo ajali ikatokea. Kwa hiyo kitu ambacho unachoenda kusema kwamba maengineer tunaenda kutengeza ndege hii, chochote unachoenda kukishika pale kinakuwa kina ugumu wake, na lazima uwe makini makini sana, lazima uwe unakijua. Huwezi kwenda kushika ndege na ukatengeneza bila kuijua mm -hmm. Lazima uwe umeisomea na unaijua vizuri, ndio unaweza kukupa leseni ya kuweza kutengeneza hiyo ndege. Kwa hiyo hmm, kuna ndege ambazo we unaweza kutengeneza na ambazo huwezi kutengeneza ndiyo. Ama leseni yako ina ku yote? Unaweza hapana. uh, uh, okay. Leseni yangu ina ni limit. Kuna ndege ambazo zile ambazo umezisomea hmm. Na ndo maana unakuta engineer ya ndege hawezi ku, kuendesha ndege hmm. Yaani ndio hawezi kuendesha ndege kwa sababu unaweza kuijua ndege lakini huwezi kuendesha kwa sababu wamekulimit kwenye Uh, mipaka. Kuna mipaka hawezi kuvuka. Sasa kuna ambaye anatuangalia saa hizi anatamani kujua historia ya Edith, alifikaje hapo, imekuwaje amekuwa ni mwanamke wa kwanza Mtanzania kupata hiyo leseni ya kimataifa na kupeperusha bendera yetu kimataifa? Mpe kidogo historia yako ya safari kupitia. Kwanza mimi nilisoma uh, Korogwe primary, lakini tulikuja tulihamishwa Nairobi nikamaliza darasa la nane Masai Girls ambayo iko Nairobi. Baada ya hapo nikaenda form 1 mpaka form 4 ambayo ilikuwa hiyo yu system ilikuwa ni 844 ya Kenya. Nilimaliza form 4 yangu pia Nairobi ambayo ni St Monica. Baada ya hapo nilikuja form 5 na form 6 ambayo ni hapa Tanzania. Wazazi walikuwa wanataka sisi tusome form 5 na form 6. Kwa hiyo form 5 na form 6 nilikuja nikamalizia Cornelius. Baada ya hapo ndo nilienda Regional Aviation College ambayo iko Terminal 1 mm -hmm. Kwa miaka mitatu. Kwa hiyo hiyo miaka mitatu niliyokuwa nikifanya, kila mwaka tulikuwa tunaenda kufanya uh, OJT ambayo ni practical, unaenda kushika ndege, kila unachokifundishwa darasani unaenda kuonyeshwa kwa hiyo kwa mwaka wa kwanza tulikuwa tunaonyeshwa hizi ndege ndogo ndogo, ambayo hata kuna zile ndege ambazo zime ambazo ziko junk ambazo zimekaa tu, unaenda kuonyeshwa vile kinachoonyeshwa kule, kwamba ulichofundishwa darasani, ili ndio bawa la ndege hii, ndio miguu ya ndege hii, hapa ndio mahali ambapo rubani anakaa tukifungua hizi ndo viti. Kwa hiyo ule mwaka wa kwanza ulikuwa more of introduction. Baada ya kumaliza miaka mitatu, uh, wanafunzi sisi wote ambao tukiwepo darasani tulichukuliwa na Precision Air, Precision Air walituchukua uh, walituajiri wanafunzi wote lakini, lengo langu mimi kubwa nilikuwa natamani, kila siku nilikuwa nikipita nikitoka darasani naangalia zile ndege kubwa zinavyotua hapa kama Ethiopia, Emirates, Qatar Airways. Kwa hiyo nikiangalia, ninasema eh, hey, siku na mimi nitahudumia ndege hiyo kubwa. Kwa hiyo mimi, matamanio yangu ilikuwa ni kwamba eh, hiyo kitu kikubwa hiti lazima nikaangalie kule ndani kuna nini? Unaona, kwa hiyo nilikuwa natamani sana, natamani sana. Kwa wakati tulipochukuliwa na application yetu tunafanya pale kazi uh, mimi nilianza kufanya application yangu kuangalia hizi uh, opportunity kwenye hizi uh, airline nyingine mm -hmm. Bahati nzuri nilipata kazi uh, Swiss International Airline ambao wote walikuwa ni ma engineer kutoka Switzerland na wote walikuwa ni wazungu ndio, mm -hmm, walinipa kazi, lakini wakati ule mimi nilikuwa ni mechanic, nilikuwa si engineer kwa hiyo nilikuwa na angalia wanavyofanya kazi, utendaji wao wa kazi, lakini Swiss ilikuwa inahudumia ndege za Swiss, Emirate Qatar Airways na South Africa ndege zote ni kubwa. Kwa hiyo, pale, ni kwa hiyo pale ndo nilikuwa nasema sasa uh, dream yangu <laughs> ndo imefika. Kwa hiyo wakati ule tulikuwa tuna ndio nilikuwa naanza kujua hizi ndege kubwa ah, ndege kubwa, kumbe kuna kuna tofauti hii ndege iliyokuja sasa hivi ni Boeing, iliyokuja ni Airbus, imekuja type gani hivyo kwa hiyo wakati ule ulikuwa tunahudumia, tunaziona, naangalia lakini mimi nilikuwa ni mechanic, nafuata tu nyuma, naambiwa fanya hiki, fanya kile, wale tu. Baada ya pale kuna kampuni ilikuja, ilikuwa inaitwa Direct Maintenance. Ilivyokuwa imekuja walipata contract na uh, Qatar Airways. Kwa hiyo Direct Maintenance walivyokuja walichukua wale watu walikuwa wanataka, hii kampuni ya Direct Maintenance walikuwa wanataka ku, kuwa, kuji kujitanua zaidi hmm. Lakini maenjinia wote waliokuwepo pale walikuwa wanatoka nchi za hmm. nje ni wazungu. Kwa hiyo waka kuna Mwafrika ambaye mwenye hiyo ndege, kwa hiyo sisi Waafrika ni wale mekanik tu tunaambiwa fanya kile, fanya kile. kwa hiyo hmm. yeah, yeah. walivyoona waliangalia ni gharama sana, wakasema sasa awa, awa, wana, yani, mechanics wameshatufanyia kazi yeah, I think tulifanya miaka kama mitatu pale. Kuwa na ile experience kwa kwa hiyo tutoke, mm -hmm. twende tukasome. Kwa hiyo walianza kwenda kutusomesha from scratch, sasa hii EASA. Mm -hmm. Kwa hiyo, hii EASA ni leseni ya kimataifa. Kwa kwa hiyo walitupeleka wote ambao tulikuwa katika tulik walikuwa na station, pia na Zanzibar mm -hmm. na Kilimanjaro, wale mekaniki waliokuepo wali kule waliwachukua wote, tukaenda darasani mm -hmm. kusoma. Tulienda mimi na mwenzangu Mtanzania, yeye ni wa kiume, mimi wa kike. Tukaenda kule tukasoma. Kwa hiyo tulipotoka pale Tallinn, uh, tukaenda tukafanya practical ya yeah, sasa baada ukisha maliza kufanya ile practical na ku, ku, uh, kuandika ile experience yako mm -hmm. unatakiwa kusanye na ile EASA yako ambayo ulikuwa umepata leseni without type rating. Kwa hiyo kuna ile ambayo leseni tu iko tupu mm -hmm. Kwa hiyo sasa inatakiwa ende kufanya endorsement ya ile, ile uh, ndege ile ndege ulioenda kuifanyia. Kwa hiyo ukishaenda kufanywa endorsement, lakini pia bado kuna practical unatakiwa ufanye, kama miezi sita hivi, ili uweze kuwa engineer vizuri. Kwa hiyo ile tulikwenda tulifanyia Amsterdam. N nini kilikufanya uwe na mapenzi hayo makubwa uh, kwenye mambo ya aviation ukatamani kwamba mimi lazima nifike hapa? mimi nilikuwa mdogo Uh, baba yangu mdogo alikuwa ni rubani wa ndege, alikuwa anaendesha, uh, hizi hizi, uh, Precision Air, wakati ule nilikuwa nikimwona akiruka, uh, na hizi ndege ndogo. I think wakati ule alikuwa na wanafanya iri, uh, irrigation, kitu kama hivyo, wana spray uh, hizi ndege inapita na spray madawa katika mashamba kule Arusha. Kwa hiyo wakati ule nilikuwa nikiangalia, nasema eh, iko siku mimi sitakuwa rubani lakini mimi kwa nini siwezi? Yani, ni siwezi kufungua na kufunga hiyo ndege nikawa engineer? Kwa hiyo nilikuwa nasema e, mimi siku moja nitakuwa ni engineer wa ndege. Na mtazamaji wa Kidani, bado tuko hapa na Edith Kisamo, ambaye yeye anapeperusha bendera ya Tanzania kimataifa, kwa maana kuwa na leseni hiyo kama engineer ama kama mhandisi wa ndege. Na tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea nikusihi, endelea kubaki hapo hapo kwa sababu mambo bado ni mazuri. Naam, tunarejea baada ya mapumziko hayo mafupi na bado niko hapa na dada yangu. Uliona tofauti gani ufanyaji kazi ambao ulikuwa ukiufanya kwenye mashirika ya ndani na kwenda kwenye mashirika ya nje? Utafuta mkubwa sana, mkubwa kwa sababu kwa wenzetu wako advanced. Lazima niseme kuna vitengo viko vingi ambavyo vinaweza kukusaidia, sio yani, ukienda kwenye kampuni na kila kampuni ina ina rules na regulations zake. Kwahiyo ukiangalia, unapoenda katika kampuni fulani za nje wameweka vile vitengo ambavyo kitengo hiki yani, wameweka vitengo vingi ambavyo viko separate. Kwahiyo hauwezi tuwe mwenyewe ukawa peke yako ukafanya ile kazi, kuna watu wengi wanaokusaidia, kuna watu ambao unaweza kuwapigia simu ukaongelesha, wewe kama engineer unaweza unawezekana engineer kweli huko na ndege na hiyo ndege inatakiwa iruke, ame na shida, lakini hiyo shida imekukuta siku hiyo, ujaee kuisikia hiyo shida katika maisha yako mm. na huijui jinsi gani ya kuitatua hiyo shida. Kwa hiyo katika makampuni mengine wanaweka kitengo ambacho kuna watu wanaweza, unawaambia kuna shida fulani na aina fulani, wenyewe wanaingia kwenye system, wanaiandika ile shida inawaletea ripoti, wanakuambia, hebu mm. fanya moja, mbili, tatu, nne. Kwa hiyo mm. wanakusaidia kufanya ile kazi, kwahiyo unakuwa ni urahisi sana utendaji wako wa kazi. Kutokana na hapa hapa kwetu, nini unafikiri kifanyike au nini unafikiri mawazo yako? Uh, unaweza kumwambia binti anayekuangalia hivi sasa, anaweza akafanya kufikisha kufanikisha ndoto ambazo anakuwa nazo, baada ya kujua kuna changamoto kubwa sana katika aviation uh, nadhani nilijitolea na ni kama nimejitoa mwanga kukuja na kuweza kuwaelekeza uh, sana sana katika hichi kizazi na wale ambao wamemaliza, ambao wako kwenye field lakini hawana mwelekeo. Tulifungua, ilinibidi nifungue kampuni ya Elolink ya kuweza kujua hata so, so tu mambo ya engineering mtu mm. yote anaweza kuja katika sekta yoyote, tukamwelekeza wapi pakupita. Tunakushauri, tunakuambia sasa anzia sehemu hii, pita sehemu hii, pita sehemu hii, ile kuliko uende ukazunguka ukasoma ukafanyaje utazunguka katikati hapa, alafu miaka yako itaenda imepotea. Tuzungumzie kwenye uchumi. Unapomsikia mtu amesoma mambo ya aviation, hiyo chochote kile tayari calculation kichwani inakuwa ni kubwa kwamba huyu mtu hapa pesa zilitoka kweli kweli. Ngoja niseme hivi, aviation is, um, ni very expensive. Ina gharama tena gharama zake ni kubwa sana, lakini sisi kama Acrolink tunajitahidi sana kuongea na mashirika mbalimbali hasa mbali, binafsi pia tunaongea na serikali ili iweze kutupatia fund watoto waweze kusoma kwa sababu tunajua kwamba kuna mtu ambaye sio tu mama ntilie, kuna yule mkulima kule, kuna mtu ambaye hana hata kazi yoyote mm, lakini ndoto yake anatamani, na hizo tunazipata anakuambia mm, anatamani. Kwa hiyo huwezi kama sisi uh, shirika binafsi, kampuni binafsi tukasema tunaweza kusomesha watoto wote wa Tanzania, hatuwezi, hatuna uwezo. Lakini uwezo wetu ni kwamba tunawatafutia sio tu kwenye mashirika, pia hata kwenye mabenki kama mabenki. Kuna tume, tumeomba mabenki tofauti tofauti, kama watatusikiliza wataweza kutu, kutupa hizo fund ama pia serikali tumeshawaambia kama wanaweza kutupatia hizo fund ili huyu mtoto wa chini kabisa aweze uh, kufurahia masomo yake hmm. Aende pale NIT akasome miaka yake mitatu au minne apate degree yake, akimaliza aje ah, pia Acrolink, ambaye tu, sisi tuko tuweze kumfundisha katika liseni za kimataifa afanye iye EASA akimaliza, tumpeleke mbele zaidi kwa mwanamke ama kipindi hicho msichana, aa, kutoka hapa kwenda kufanya kazi nje mpaka kabisa ya, ya nchi yako na watu tofauti kuwa msichana ama kuwa mama and then kuwa Mwafrika. Inawezekana probably pia ulikutana na mazingira kama hayo, ulikuwa na watu walikuwa nakuchukuliaje? Njoo nikwambie I think uh, hii ni mentality ya dunia nzima <laughs> ni mentality ya dunia nzima. Unapoenda kufanya kazi na wanaume popote pale, kuna ile changamoto ya kuvutana kwamba mwanaume anajua kwamba yeye yuko juu zaidi ya mwanamke. Kwa hiyo ni mentality ya dunia nzima, sio kwamba tutatoka hapa tunasema tu labda ni ya kwetu wa Afrika hapana. Kila mahali kila mahali hawakubali mwanamke apite. Kwa hiyo unaweza kukuta umeenda mahali unafanya kazi, wanakuambia si tulikwambia mwanamke hawezi, ama kitu ni kizito, huwezi kuki, kukibeba ukuweza kukita, wanakuambia si tukwambia hii kazi ni wanaume, unaelewa ama saa nyingine unakuta yani hawakupi ushirikiano ili kwamba ufanye nao kazi uongee nao yani, ushirikiano unakuta ni kama vile mtu una, anakusi, e, anakususia kazi anakus, anakuacha anajua kwamba si so, unajifanya unajua unaelewa. mm -hmm. Lakini katika kazi ya aviation sio kama utajua kila kitu, kuna vitu vingine unakwama uvijui kwa hiyo pale unapoonekana ujua na kuonekana, yani we mwanamke ndio hujui zaidi mm -hmm. Lakini ukiangalia historia yao unakuta yeye mwenyewe ndio amepita labda hajui zaidi ya kwako, wewe ndio unajua zaidi yake, lakini kosa dogo unaonekana ni kubwa kwako. Pia katika ukiangalia rangi, najua hizo ndio changamoto tunazozipata, wanaangalia umetoka wapi. Mara nyingi wanauliza hivyo swali, nchi gani umetoka Kiangalia, ukisema Tanzania watu wengi wajui Tanzania iko wapi. kwenye amani wanakwambia iko wapi, Tanzania iko wapi? nakwambia iko Nigeria ama South Africa, unajua. Kwa hiyo wanajua yes, ukiwambia Kilimanjaro wanakwambia ni Kenya. Kwa hiyo akili zao mentality, yani unaweza lazima utumie kwanza. Wanasema, okay kutoka Kenya ndo unaingia Tanzania, kitu kama hicho ndo wanajua okay, ni neighbor country kwa hiyo kwa sababu wenzetu wako kila mahali mm, wameshika kila sekta. Kwa hiyo wanaonekana wenyewe wako fasta kimaendeleo kuliko sisi mm. Sisi unaweza kukuta uko peke uh, yako, hujui uende wapi ufanye nini. Ni ngumu kiasi gani ama rahisi kiasi gani kubalance masomo yako ambayo yanahitaji uh, umakini kama ulivyosema awali, lakini muda concentration ya kutosha, lakini pia una watoto na wenyewe wanamuhitaji mama muda wote hivyo ni namna gani uliweza kuhakikisha vyote vinakwenda vizuri? Kwa kweli ni, ni ngumu. Lazima niseme kweli kwamba kuna mahali itakuwa chini, yani kuna mahali uta lose na kuna mahali uta gain. Kwa nini nasema hivyo? Unapo katika, hakuna kampuni inapenda sana kwa mama wapate ujauzito yes. Yes, mwanamke watajua <laughs> hawapendi, wanataka tuwe uwafanyie kazi wafanyie. Ndo maana wanapenda wanaume, yani wanaume wakija priority ya kupata mwanamke, anaweza kumchukua mwanamke mmoja lakini wengi wanachukua wanaume kwa sababu ya hizo. Alafu kuna makampuni mengine wanakwambia umeingia, uh, baada utapata mimba baada ya ufanyie kazi labda miaka mitatu ndo hapo naweza ukapata ujauzito. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo mtu nazipata, lakini pia kubalansi mtoto nanii, kwa sababu utapokuwa mjauzito, utakaa na kipindi karibia unapoenda kujifungua uruhusiwi hata kushika ndege, unaweza kukaa miezi hizo kadhaa, na ukishaenda kujifungua tena karibia ni mwaka mzima mm -hmm. na ukirudi tena lazima urudi kama darasani mm -hmm. kufanya refresh up na kila kitu so Yaani ni kama vile unaanza unazate kila baada ya muda. Yes. mm -hmm. Kwa hiyo ni ni changamoto ni changamoto kwa, kwa. Kwa kumalizia ni yapi ukiangalia unayaona kama mafanikio ya Edith? Kwa kweli mafanikio yangu ni makubwa kwanza kwa CEO wa kampuni. Hayo mm -hmm. yote ni mafanikio yo. Sio tu kwamba itikwa engineer wa ndege wa kimataifa pia ni kuwezesha kujifungulia kampuni yangu na kuwasaidia mm -hmm. wale watu ambao hawajui mahali pa kwenda. Hiyo ni kitu ambacho kilikuwa pia ni dream yangu. Kwa hiyo, hiyo ni kitu ambacho najisifia sana kwamba kufasiliteti ni sio kitu kirahisi ki mm -hmm. kuweza kumchukua easa a watu kutoka nje siee waje nchini, waambie mm -hmm. ufasiliteti, waangalie, waweze waseme sasa mtakuwa ni Eh, kituo kiko hapa cha kufanyia mitihani ya kimataifa. mm -hmm. Sio kitu rahisi hivyo unavyofikiria. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunasema ni achievement so yangu tu, pia ni achievement ya serikali kuweza kufacilitate hii na kukubali, mm -hmm. NIT kuweza kuwa ni kituo kikubwa, na pia nawasifia hata rector mwenyewe, mm -hmm. kukubali na kuweza kuangalia kwamba hii kitu kinaweza kuwasaidia Watanzania wengi. mm -hmm. ni achievement kubwa. Na mtazamaji wa Kidani tumaliza hivyo siku ya leo. Nilikuwa hapa na mkurugenzi mtendaji wa Aerolink ambaye ni Edith Kisamo, ni mwanamke ambaye ni mtanzania mwenzetu anapeperusha bendera ya uh, Tanzania kimataifa kwa kuwa na leseni ambayo uh, inamfanya yeye kuwa ni engineer ambaye uh, anaweza kufanya kazi kimataifa. Kwa hiyo kwa wale ambao vijana wasichana uh, vijana wenzetu wa vulana ambao mnatamani kutimiza ndoto Edit ametoa ramani nzima, nini ambacho unaweza katakiwa kufanya. Kuna namba simu hapo inapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656 lakini pia unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, andika sauda underscore kidani show ama Azam tv TZ ama UTV TZ. Na kwa wale sababu mko darasani sasa hivi mnasoma, eh amesema soma basi, uh, pcm hivi egm eh, yani kwa wale ambao kweli kwa kwa kwa serious na masomo na pale na IT pia. Masomo pia yanatolewa kwa diploma na uh, degree. Kwa hiyo nawatakia kila la heri vijana wetu na kwa siku ya leo nasema kwa heri mpaka wakati mwingine mimi ni Sauda Usaini.